Kushukuru rais wetu William Samoei Ruto. Rais Ruto, wakati nilimpigia simu alirispondi kukucha kwa hii mchezo haraka iwezekanavyo, alirispondi atakucha. Lakini hivitu mimi sipendi kutanganya, hata kama sijaambiwa vizuri kwa nini Rais hakukuja na alikuwa amerespond kukuja? Hata wakisema kazi ilitokezea. <coughs> E, mimi kuna watu kuna watu kuna watu hata leo hata jana, kuanzia jana wamemsumbua rais kumwambia ya kwamba e, Waluke E, anakuita namna gani? Angepitia kwa sisi e, ndio we, Waluke wewe nipitie kwa hawa, ndio waambie rais akuje hapa? Kwani hawa wakati niliomba kura ya nyinyi, niliuliza ruhusa kwa hawa? Si nyinyi muli niliomba kura kwenyu, kwa nini iwe vitina, wakisema ati oh, ati hata hatujajua hatujajua eh, Waluga ajajulisha sisi. Kazi yao ni kutembea na vitina na uongo na propaganda kila mahali. Rais William Ruto ni ya kila mutu, hata mwananchi mtoko kama mutoko kama huyu, na ndio kusudi kusuti tunapenda yeye eh, sio ati kusema ati hawa ati ati oh, wao ati wakubwa. Eh, wewe ni mkubwa, ndiyo tunakujua wewe ni mkubwa. Lakini pea wenzako pia heshima yao yeah, yeah. Mimi nikipiga simu niongee ama niende ikulu niongee na rais, niko na uwezo kama mpunge ambali chakuliwa na hawa watu hawa, hawa, hawa. Kii si kusema ati mtu anapeleka huko ati, hey, Waluke, kwa nini unaenda kwake? Hey, unaenda Sirisia na sisi hatujajua. Kwani unajua wewe ndio ulipea mimi ruhusa ya kupewa kura iyo kitu ndiye narutisha wati ya western nyuma mambo ya uwifu, mambo ya ukora, mambo ya propaganda, mambo ya kutotakia wengine, mambo ya kuchiona na kukula peke yao. Iyo ndiyo kitu mi na wesa sema hata waisiraesi wa alikubali kukucha na hata vile tunaona hivi magari silo zimekuwa hapa zote mpaka wapishi mpaka nani askari mia tano waliletwa kwa boma yangu, wamekuja 500 soldiers kwa boma walikuja kwa ajili ya rais wao kuja kwa kwa ajili ya mimi, hata nyumba tumetolewa kwa ikupanga, president yapangiwe mahali gani anakaa mahali gani anakulia. Haiwezi kuwa baadaye hata rais haiwezi kuja hapa. Mimi hapo nimekasirika sana, na na jamii ya Waluya. Sisi leaders wale ambao tuko nao Bungoma hii, viongozi ambao tuko nao Bungoma hii sio po viongozi sawa sawa, sio viongozi sawa sawa, wazuri na mimi sitakosa kusema, sitaokopa mtu. Mimi naokopa mwananchi ambaye alinipea kura, ndio mimi naokopa peke yake, na si hati. Ukipewa cheo unapewa cheo ya kunyanyasa watu wengine? hiyo cheo itumie kwa kulinda inji, kutumia wananchi wa Kenya wote, na kwa heshima. Wengine hata wameangusha kaunti yetu, wengine hata wameibia kaunti ya Bungoma. Watoto wetu wanakaa kama fukara, hawana chochote kwa ajili yao.